tebelea wagonjwa wa wafaridi kwa namna inayowezekana, wa ziarati kuburi, lakini kutembelea makaburi ambapo watu waliokuwa nao wengine walikuwa bora kama sisi wanadamu kama sisi, lakini tulienda kuwafukia pale chini. Kwa hiyo twende tukatembelee pale, ni vitibari kwa ajili ya kupata mazingatio, walitadhakuri na kujikumbusha, walitauba na kwa ajili ya kutubia kwa Mola wetu

na hivyo niko umri wako umri wako nakwenda hivyo hivyo kama vile nukta, kama vile sekunde zinazogonga hivyo, na umri nakwenda na na hivyo hivyo, kama vile mimi na wewe, pengine tunaona raha sana Ramadhani umeondoka, na labda tunaona kwa muda mfupi, basi hivyo hivyo tujue na umri unavyoondoka una hivyo hivyo mata kundana, lirin, kukwa, kia, ya kumina na ni lini tulikuwa tukiulizana kwamba pia ni Ramadhani

kwa vile tunavyoona Ramadhani umekwenda haraka, tujue na umri wetu unakwenda haraka. Wakati tunapojiona bado tuna nguvu, bado tuna muda, bado tuna matarajio mengi ya kukamilisha mambo yetu, basi tatafaja anaomo adiitaa, ghafla utashkuka umedukisha na nafsi roho ya kutoka na unapelekwa kwenye udongo. Sasa unabaki wewe na matendo yako Hakuna mjomba wala kaka wala babu ka shangazi wala nani, ni wewe na matendo yako. Kwa kabla hayo hayajafika, zinduka zinduka watazauani upate na faida zaidi takwa Mwenyezi Mungu alikwambia kwa kwa jizidishie sana kuweka akiba, lakini akiba ilikuwa bora, si nyingine isipokuwa ni cha Mungu, ambayo ucha Mungu tumeletewa Ramadhani hii.